Ndugu yangu nasikia, huko unaonekana mbaya penzi la hozu na Wema limevurugika. Nikamba Wema, nikamba wewe Juma, Wema sio mtoto na Wema sio chizi na mimi sijamwatanisha na mtu nasikia tige. Tena wewe Juma uko unaongea hizo voice, msizidi edit, ngoja niwaelezeni chokiongea. Kwa hiyo unataka ongea na chizi ukasemaje huku Inasemekana eti Lulu Diva anatembea na Ozo. Nikamwambia sasa Ozo, kama katembea na rafiki yako Mash, itakuwa kwa Lulu Diva mbona mzuri? Kawaida watu wasipite na watu wengi usanii. Alafu mbona mnapeleka maneno mwanusuluhusu na turudi kwenye akili timamu. Wewe mimi unatakiwa nipindishe maneno niongee kama mtakusema tu. Mimi sikujua kama nani rekodi. Na tulikuwa tunateta. Najua nateta napombea na tetaga naye na mimi juma ni yaongea kwa kwa hapo. Unavaa boks au utavaa chupi wewe? Hmm? Mwonekane babies wema wazuri, mi mbaya kwa sababu niko karibu siku moja na Wema Sepetu. Wema mwenyewe ambaye kitoceki pia kiko sawa vile vile kama mimi.